Siasa zote duniani ustaarabu wake ni meza ya mazungumzo. haya hu kwanza leo kuyazungumza, umekuwa ukizungumza na hata uji wangu ni kufata kile ambacho umekuwa ukisema, nikajaribu kufikiria ah, yale yanayosema, unayosema, unahisi unapuuzwa au ni sawa tu na kutwanga maji kwenye kinu? Kwa kiasi kikubwa, siwezi nikasema kwamba yanapuuzwa kwa kiasi sio, nisemi kikubwa, kwa kiasi, kwa sababu nakumbuka kwenye serikali ya awamu ya nne nilisikilizwa sana na nilifanya kwa vitendo meza ya mazungumzo meza ya maridhiano. Nakumbuka hata Zanzibar tulishirikishwa wakati mwalimu Sefu na, na mzee Karume walivyokutana ule mwezi wa 11 siku ya Alhamisi tarehe tano ya mwaka elfu mbili na tisa wakaanzisha ule mazungumzo ya mwafaka wa Zanzibar. elfu mbili na kumi wakafanya mabadiliko ya katiba ya Zanzibar, tulishiriki katika kutoa mawazo japo kwa ndugu zetu wa Zanzibar. Kwa hivyo tulikuwa tumeshiriki kwa vitendo na tukaona matokeo yake yanafanyika vipi, na hata hapa bara tuliwahi kushiriki mpaka serikali ikawa inatoa ruzuku kwa tisili, kwa sababu ya kuona hiki chombo ni muhimu sana katika kufanya moja mbili tatu. Kwa hivyo kwa kiasi kubwa na tunasikizana, lakini kwa serikali ya sasa tukiri kwamba kumekuwa na sintofahamu na ikwanza sasa tangu baada ya elfu mbili na kumi na tano serikali ya awamu ya, ya, ya, ya, ya mwenda zake Mheshimiwa John Pombe Magufuli ndio ilianza hizi kurushani ya kuto kutaka meza za mazungumzo na kujiona wao ni bora zaidi kuliko walio wengi. Inawezekana kwamba hata ninyi wenyewe kwa upinzani nikisema hivyo, kwa sababu hata katika uchaguzi huu watu mmekwenda kwa mitazamo tofauti. Wapo ambao walikuwa wanataka tume ya katiba waendi kwenye uchaguzi, wako ambao wanakwenda kwenye uchaguzi. Mazungumzo mengine angeanza kwa upande wenu kama mgekuwa mmesimama katika mstari mmoja. Labda hili linaweza kuwa changamoto, wapinzani wenyewe wa haelewani. Nikumbuke elfu mbili ili elfu mbili na kumi na tano tulienda kwenye uchaguzi, tulienda na na, na, na ukawa mm, umoja wa katiba ya wananchi, na ile ilikuwa imezaliwa baada ya kukutana kwenye bunge la katiba, ile tume ya mabadiliko ya katiba chini ya mzee Joseph Sinde Warioba. Sasa kwa nini wapinzani labda wakati huu hawazungumzi? Kitu kikubwa kinachoongoza uhai wa taifa lolote lile ni uchaguzi. Uchaguzi, uchaguzi ni uhai wa taifa lolote lile uchaguzi ulio hai ni taifa lililo hai. Kwa hivyo ukishakosa kitu kinachoitwa political management katika taifa lolote lile, na ukiangalia unasema labda huko wapinzani hawakwai pamoja, angalia, wa angalia mgawanyiko ulioko ndani ya chama cha Mapinduzi, ungalipata nafasi sasa namna gani ya taifa ambalo wewe lipo katika matamanio ya nafsi yako? Ni, ni kiri kutoka ndani ya sakafu ya moyo wangu, ningependa kuona taifa linalosikilizana, kwa sababu ili uweze kuelewa chochote ni kumsikiliza mwenzako. Na dunia ya leo kuna kitu kinachoitwa kanuni ya dhahabu, mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye, na hii ni uhai wa mwanadamu. Mwanadamu yeyote yule, thamani ya uhai wake, ukimpoteza mmoja, hata uuze dunia nzima uweze ukaurudisha. Ningetamani sana tukawa na taifa linalorudi na kuwa ndugu, na ukishakuwa ndugu ni watoto mliozaliwa wote na mama mmoja, mama Tanzania. Mama Tanzania atanyonyesha watoto wake wote, watasikilizana. Tofauti zitakuwa pana pale, lakini watoto walionyonya ziwa anaitwa mama Tanzania. Kwa hivyo ziwa la mama Tanzania ni tamu. Kwa hivyo turudi kwenye udugu wetu, tukae wote kwa pamoja. Na kitu namba moja ambacho ningesema leo hii ningepata hiyo nafasi ni ya kusikilizwa nao, ninayo mamlaka, ningewaambia Watanzania tukae mezani, tuwe na muafaka wa kitaifa, sio maridhiano ya kitaifa, muafaka wa kitaifa. Tunataka tu namna gani? Wengine wangesema kihistoria, unajua wewe ni mpinzani, tena mpinzani kiasili. Kijana mdogo umeanza siasa hizi uh, za za upinzani, umeshiriki mpaka wakati huu una uzoefu mkubwa. Uh, wanaokukosoa wangesema hayo ni maneno ya mpinzani tu. Wengine wanaona mambo yanakwenda vizuri, hakuna ya, shida hizo kama ninyi ambazo mnaonekana wakati mwingine kama mnazikuza tu. Unasemaje? Unajua, ukisema ah, mambo yanakwenda ya vizuri tu, sio sawasawa. Unaweza ukaangalia leo hii, e, tunaumia sote. Angalia deni la taifa limefikia wapi, angalia watu wanaotekwa, watu wanaopotea, damu zinazomwagika na ziko waziwazi tu thamani ya kumwaga damu. Damu ikishalilia kwenye ardhi ya taifa lolote, huwa ni laana, na haya niliyaona DRC. Tushae kwenda DRC katika kuleta maridhiano na kina Dr. Mvungi mwaka 2025 damu ndio mwagika. Angalia taifa la DRC linavyo sambaratika, angalia taifa la Zimbabwe linavyo sambaratika, na nimeshiriki kwenye siasa hata za Zimbabwe 2022 tulitumwa wakati, lakini yote mbaba. haya pia wanayokosoa wanasema ni wakati mwingine ni visa vya kutengeneza, havipo kwa namna ambavyo vinaripotiwa namna hiyo, vipo mikasa ambayo haina uhalisia, hakuna ushahidi wa moja kwa moja pengine ni mikasa ya kawaida tu, watu wengine wanadhuriana mitaani huko lakini wanapewa kesi hizo au tuhuma hizo watu wa mamlaka. Niseme ni, ni mtu, unajua mtu hawezi kuzuiliwa kusema analotaka kulisema, lakini tuzungumzie uhalisia na ukweli. Hmm. E, kwa mfano, um, tarehe 30 ile Aprili ya mwaka huu damu ilimwagika ya Padri Kitima. Je, ni ukweli au sio ni ukweli? Ni ukweli ulio wazi na tulishiriki katika kuangalia namna ya kuratibu uhai wake uweze kurudi. Leo hii tumeona kwenye mitandao serikali imesema nini kuhusu Humphrey Polepole, wakina Mdude, watu wamepotezwa wengi tu na, na, na leo hii Tundu Lissu ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani ndani ya nchi hii ana tuhuma za kesi ya uhaini. Ujue uhaini ndani ya taifa la Tanzania mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 1982 wakati wanataka kumpindua Nyerere. Tangu 1982 mpaka sasa hivi ni zaidi ya miaka 43 iliyopita, hatukuwahi kusikia uhaini, lakini kwenye serikali hii tumesikia majaribio ya uhaini ya kina Mwabukusi, Boniface Mwabukusi ya, na, ya kina Dr. Sla ya Kaisha Ibibi, waliitwa nao ni wahaini. Sasa hivi kuna uhaini wa Tundu Lissu, nao wanasema ni uhaini. Sasa tukizungumza mambo ya uhaini, uhaini tunakumbuka ugaidi. Nani tuhuma za ugaidi za Freeman Aikaeli Mbo imefutwa kesho. Kwa hivyo, unajua, tukianza kuzushiana namna hii tunajenga chuki, na chuki ni ya sasa na ya vizazi vijavyo. Tunarithishana taifa lenye chuki, chuki, chuki. Kwa hivyo, mimi rai yangu na ombi langu kutoka sakafu ya moyo wangu, embu walioko madarakani ambao ndio wanashupaza shingo zaidi, wakubali kujishusha, tuzungumze let them die a little. Yani, wajishushe eh, ili tuzungumze. Tukicheleachelea hali inavyozidi kwenda moto utawaka, hakuna wa waku, kuweza kuuzima huo moto, na atakayelaumiwa ni walioko madarakani, na, na, na, na rais ndio comforter in chief, ndio mfariji mkuu, yeye ndio amebeba dhamana hiyo. Taifa wakati huu, pamoja na hayo mnayosema, lipo katika wakati muhimu kuelekea uchaguzi mkuu, una mawazo gani katika hili? Chonde chonde, ikiwezekana, bado tusitishe uchaguzi huu, kuwe na meza ya mazungumzo. Ukiacha watanzania walio wengi nje ya mfumo, kwa mfano ukiwacha CHADEMA nje ya kugombea kwenye nafasi mbalimbali ambazo ni za uhai wa taifa kwa miaka mitano, hata baada ya miaka 29 ya mwezi huu, wakisema wakilazimisha uchaguzi, taifa halitatawalika, na nasema taifa halitatawalika kwa sababu kutakuwa na ugumu sana. Makundi limeganyuka vipande vipande, mitifuano ya kila kona. Kwa hivyo kutakuwa na wakati mgumu, badala ya kulistawisha taifa, taifa litazidi kuangamia. Kwa hivyo niwaombe chonde chonde kwamba ni muhimu sana sana kusikilizana. uwezo ukasema unaenda kwenye taifa wakati wote ni walipa kodi walio wengi, ukawacha nje ya mfumo, ukasema sisi ni wachache tunaenda mbele tu. Hao wanaofanya namna ile, ni waambie wajirudishe moyo wa maslahi ya taifa kwanza, maslahi ya mama Tanzania kwanza, maslahi binafsi yawekwe pembeni. Hiyo ni hofu yako tu kwa sababu uh, kampeni zimekuwa zinaendelea wahudhuriaji wameonekana kuwa wakubwa, washiriki kutoka wagombea kutoka vyama vingine vile kumi na saba wanaendelea kama kawaida kokote. Kwa nini watu wajitie hasara ya kiasi hiyo, alafu zimebaki siku chache usitike? Kwa nini usifikirie pengine mkuta, m, uchaguzi umalizike, baada ya uchaguzi, katika hatua zijazo yajadiliwe mambo mengine, kama wataafiki mawazo ya namna yake? Ah, niseme tu, unajua kuna kitu tunachoitwa trust, kuaminiana. Kuaminiana kumeshuka sana, hamaki ni kubwa sana tafurani iliyoko ni kubwa sana, mpaka ja kurudisha kwamba umemnyima huyu haki, na haki ndio msingi wa amani na ukweli na, unajua na, na, na, na, na, na, na ukiwa tenda haki amani inakwepo na sisi kwenye umbo wetu wa taifa kuna hekima, umoja na amani. Amani inashika namba tatu kwenye vipaumbele. Namba moja ni hekima. Tutumie hekima kuliokoa taifa hili, kwa sababu ukisema kuna ushindani, mtu wa kweli hakuna uchaguzi wenye ushindani mwaka huu. Hiyo ni, ni anasema usimpake, usipake mafuta kwa mgongo wa chupa. Hamaki ah, hiyo tunaipima kwa kiwango gani? Kwa sababu mahudhurio ya wanaokwenda katika mikutano ya hadhara tunaiona katika matelevisheni. E, hamaki ah, inapimwa wapi? Hamaki inapimwa kwa watu kutekwa. Hamaki inapimwa kwenye kumwaga damu hamaki unaweza kuona kwa mfano leo hii kanisa, kwa mfano kanisa Katoliki lina sala yake. Mimi Katoliki, kila siku tukiwa kanisani, kuna sala ya kuliombea taifa, waliotekwa wapatikani waliopotea wa, wa, wa, wa, waweze kupatiwa uhuru wao, waliokwisha kuondoka wapate uzima wa uzi milele. Ni haai kutokea katika taifa hili la Tanzania. Kwa hivyo nikiri kwamba ni hamaki. Hata katika ukienda kwenye madhehebu mengine, hata kuna baadhi ya Waislamu, si unasikiliza. Kwa hivyo kiongozi yote, sikiliza wale unaowaongoza, unawaongoza nini na urudi kwa Mwalimu Nyerere mwaka 1958 alivyoenda Umoja wa Mataifa kwenda kuomba uhuru wa kauli, uhuru wa fikra, uhuru wa kujumuika. Je, haki hiyo ipo? Wengine unasikia kila siku wanavyopotea, tunasikia kila siku wanavyotekwa watu. Sasa hivi wana manunguniko watu, sympathizers, yani wale wanaohuzunika nao ni walio wengi. Watu wana hofu, na uwezi ukaongoza watu wenye hofu hiyo, utapata shida kubwa. Ni James Mbatia huyu ambaye ni kiongozi amekuwa katika vyama vya siasa, chama cha siasa maanake, kwa takriban miaka 35, amehudumu kwenye chama kimoja peke yake tangu akiwa kijana mdogo mpaka wakati huu, yeye amekuwa NCCR Mageuzi. Kwa hiyo na jingine jema kwake ni kwamba amekuwa akikiongoza chama hicho, lakini wagombea urais walikuwa so a, ye, mwenye yeye ni mwenyekiti, lakini hawi mgombea urais, maanake tumezoea vyama vingi ikitokea basi mwenyekiti ndo anakuwa mgombea, lakini alikuwa anatoa nafasi kwa wenzake, na haya ni mawazo yake. Ni kushukuru kwa kushiriki mazungumzo haya, na pale nitapotokea jambo lingine pengine utupe nafasi ya kuzungumza nawe. Nashukuru sana, na mimi niwatakie kila la heri. Niendelee kusisitiza amani, amani na utulivu wa mama Tanzania. Watu wakubali taifa kwanza, mengine baadaye. Nashukuru, asante sana.